Lazima mmeipata ilifunga mtaa pale mchano dogo jago kipindi kile, najua mlimu dogo janja sana sasa hivi. Lazima ushangae kwa maisha yanabadilika. Bwana mwamba huyu hapa bwana, sasa e, mimi sina mengi ya kusema, mwenyewe atasema kuwa ametuangalia nini baada ya muda mrefu, na leo tupo naye kwenye ofisi ya mtaa. Basi kuna mambo makubwa sana, so lazima tuambie bwana neshujana ambao mawandalia michana kabisa kabisa, singili hata mtandaoni. Sasa hivi wengi hawaamini kama na michano kidogo, na goma langu jipya naogopa, kabla tujafika katika goma jipya naogopa

kipindi hicho. Leo Jagwa iko katika ubora wake, nakwambia, kwa sababu anakuja anaondoka na hiyo michano yake mm. katika ilo jukwaa la singeli michano, kwa sababu ndodogo janja, ambaye kashashindanishwa na watu wazima ambao tayari amemtangulia mm. mm. mm. zake nyingi nekabadilika mm. mm. yeah. michano michano katika singeli fulani yaani, wengi wanaona bora kama akabadilika, ila yeah, tumewakumbusha kama Dogo Jagwa ndo yeye wenyewe, mmeona wenyewe na wenyewe mnajua kabisa balaa lake alifanyaga, au sio? Tupo katika, naogopa saa hivi anagoma jipe, ndo anaogopa bwana goma, akafanya nani goma